Kuna kaka mmoja hapo katikati hapo amekaa, mimi naona mpaka looni hapo, hapo katikati hapo, hapo katikati hapo, sogea hapa mbele hapo, huyo baba mbonge huyo, sogea sogea, kimbia haraka sana. Nafasi yako maishi mtu mwingine Sogea mari hapa. Sogea mari hapa fasta baba. Nafasi yako mara ya mwisho ulipandishwa cheo lini kazini? Tangu elfu mbili na tisa. Elfu mbili na tisa. Mpaka sasa hivi japandishwa. Japandishwa. Mungu ananionyesha mwaka huu kuna kitu anataka kifanye kwa ajili yako. Ukipanda cheo mshahara unaongezeka. Umeelewa? Eh. Yeah. Sasa hivi una cheo gani kazini? TGTSC, eh, ni, ni, ni G. Okay. Sasa Mungu anaenda kutenda ni masuala ya elimu elimu hayo, mm. Mungu anakupenda sana na ataenda kufanya kitu kikubwa kizuri. Kuna mahali umeshikiliwa na katika ulimwengu alo ni mtu uko kwenye shamba la mipunga ardhi ya majaruba, yeah. Ndipo lipowekwa katikati unasababisha utukufu kwa watu wengine, alafu wewe uongezeki. Sasa naenda kukufichua wataanza kukutaja kila mahali na Mungu atakushangaza. Uliwahi kuhusika kwenye masuala ya siasa, siasa, siasa, siasa. E, ni, ni mjumbe wa kamati kuu ya mkoa. CCM. CCM mkoa. Naonyesha siasa lakini watu wanaishi nafasi yako, ila nyota ulionayo mpaka sasa unatakiwa kuwa mbunge wewe. Sasa Mungu anaenda kukugusa hapo. Amen. Uliwahi kumpigia kampeni mbunge akashinda huko? Uliko? Nyongo Stanslaus. Anaitwa Nyundo? ambaye ni, ni, ni naibu, naibu waziri umempigia, yes. kampeni wewe, watu wanajua, anajua akiwa na mtu fulani anafanikiwa, anabaki sasa. Naenda nataka kilichochukuliwa kirudi juu yako, na wewe uanze kuishi maisha mazuri, maana kama ni elimu unayo, unaweza kufanikiwa. Inua mikono yako kwa jina la Yesu Kristo, anaishi kwenye nafasi yake, aliyechukua nafasi yake leo anaiachia saa hii na, saa hii, na ruhusu nguvu ishuke ndani yake, miguu ya iachiliwe, hatua ziachiliwe kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba fuff, fuff. Chitia maisha yake kwanza saa hii. Uliyezika atima ya maisha yake, uliyechukua nafasi yake, alitakiwa kuwa waziri, umechukua waziri juu yake, yes achia nyota yake huyu baba, achia nyota yake huyu baba, achia hatua zake na kata hizo kamba ulikomfungia kwenye majaruba. Nayaona kwimba kwimba kwimba, ninamtoa katikati ya jaruba, ninamchomoa sai baba. Huyu naitoa nyota yake mlikomzika kwenye mpunga, mkasema atakuwa nafaka, atakuwa mwanadamu. Leo ninamtoa kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Mwinuwe juu, sema kuanzia sasa Nitaishi maisha maisha yangu. Nitaishi maisha yangu. Nitaishi maisha yangu, kuanzia sasa hivi watu wazuri waanze kuniona, waanze kuniona kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Mungu atatenda kitu mwaka huu, kuanzia mwezi wa tatu utaanza kuona ishara ajabu na miujiza ya Mungu ikitokea kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen.